Jambo la kwanza ni uongezaji thamani wa madini katika nchi yetu. Ndugu zangu, nimekuwa nikilisema hili mara kumara kwa mara, viongozi wetu wakubwa wamesema hili mara kwa mara. Sasa sisi ambao tumepewa dhamana ya kusimamia sekta ya madini tunao wajibu kugeuza yale maelekezo kuwa matendo. Naombe mwenyekiti, katiu njeraji ambao mko huko site mhakikishe kwamba viwanda vya kuchakata madini yetu ndani ya nchi, pamoja na hivi zaidi ya tisa ambao vipo vinaelekea kukamilika na nyingine vimeshakamilika, lakini tuhamasishe, tujenge mazingira mepesi kwa kushirikiana na wakuu wetu wa mikoa, wakuu wa wilaya, sekretarieti zilizoko mikoani, kuhakikisha kwamba mazingira mepesi rafiki yanawekwa kujenga viwanda vya kuchakata madini hapa nchini. Tunakaribisha wawekezaji wa nje, tunawahamasisha zaidi wawekezaji wa ndani ili waweze kujenga nai. Kwa hiyo, mimi, maelekezo yangu wa kwanza ni kwamba pamoja na kwamba tunaendelea kutoa elimu, tunaendelea kuhamasisha, tuongeze juhudi zaidi na zaidi kuhakikisha kwamba viwanda vya kuongeza thamani ndani ya nchi yetu vinazidi kujengwa, na madini ambayo yatapea chakatwa ndani ya nchi yetu nayo pia alekee msisitizo kama sheria inayosema taratibu zinazosema yachakatwe ndani ya nchi. Kwa kufanya hivi, ndio tutaona umuhimu na thamani ya madini ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka katika nchi yetu, kwa sababu ile multiplier effect ya hatua hizo yatafanya watu wengi watapata ajira, watu wengi watapata kipato, tutazalisha mapato mengi zaidi kwa eh, kupitia bali wadishe kulinganisha kuna kodi pamoja na makosani mengine. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana mazingira hayo wawekezaji like, hao ambao wanaonyesha nia ya kuwekeza katika viwanda vya kuongeza thamani madini yetu tuwape mm -hmm. kipaumbele tuwafanye kuwa marafiki, tuwasaidie kama kuna vibali pamoja na mambo mengine yanatakiwa wanatakiwa mm -hmm. apaka miundombinu. Sisi sekta ya madini wasimamizi wale ndio wale watu wetu kugonga hodi kwa taasisi nyingine kuhakikisha kwamba wanafanikiwa na viwanda kakikiza thamani inajengwa ndani ya nchi. Katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka huu wa fedha tume ya madini imekusana jumla ya bilioni 315.4 sawa na asilimia mia moja na tano point moja tatu ya lengo la mwaka wa, wa fedha 2025/26 ambalo ni bilioni 299.99.